Connection muhimu mojawapo ni kufahamu website au platform mojawapo ambazo ajira nyingi zinakuwa zinapostiwa au zinapatikana. Lakini kupitia hii video nitaenda nikuambie website pamoja na platform nzuri za kuangalia ajira mpya kila siku zinazotoka. Tovuti namba moja ni ajira.go.tz kwa nafasi za kazi zote za serikalini utazikuta kwenye hii tovuti ya ajira.go.tz. Na platfomu ya mwisho, naongelea mitandao ya kijamii. Hapa naongelea mfano Facebook, Instagram. Hakikisha una folo akaunt zote za muhimu, kwa mfano follow account ya sekretariat ya ajira, follow account ya jeshi la magereza, follow account ya idara ya uhamiaji, ili usipitwe na updates zote zinazohusu ajira.